Uchumi wa Tanzania umeonekana ukikua kwa kasi ya zaidi ya asilimia saba katika kipindi cha miaka kumi iliyopita. Ukuaji huu umesababisha kuwepo kwa mwelekeo mzuri katika vita dhidi ya umasikini hapa nchini. Katika miaka ya hivi karibuni, takwimu zimeonyesha kwamba kiwango cha umasikini wa kaya kimepungua kwa kiasi kikubwa. Hii imetokana na mikakati ya serikali ya kukabiliana na tatizo hilo. Taasisi mojawapo ambayo imefanya kazi kubwa katika kutekeleza malengo ya serikali ya kupunguza umasikini wa kaya ni Mfuko wa Maendeleo ya Jamii, TASAF. Miongoni mwa miradi mikubwa inayotekelezwa na TASAF ni ile inayofadhiliwa na mfuko wa kusaidia maendeleo wa Umoja wa Nchi zinazotoa mafuta kwa wingi duniani, OPEC Fund. Katika mradi huu ambao unafadhiliwa na OPEC ndani ya mradi mkubwa wa TASAF, unalenga zaidi katika maeneo matatu: Kuboresha na kuendeleza miundombinu katika maeneo ya afya, elimu pamoja na na maji uh, katika mikoa hiyo mitano. uh, la pili ni kwamba inatoa ajira za muda kwa kaya ambazo zinahudumiwa zina na mpango wa TASAF katika mikoa hiyo uh, mitano. uh, jambo la tatu ambalo mradi huu wa OPEC unalifanya ni kusaidia kaya hizi Kupata miradi ya kuongeza kipato. TASAF kwa ushirikiano na wananchi wamejenga zahanati na vituo vya afya mkoani Geita ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hii muhimu kwa jamii. Zahanati iliyopo mta katika mtaa wa Mkolani katika halmashauri ya mji wa Geita ni mradi wa kujivunia kwa wananchi wa eneo hilo na maeneo ya jirani ambao idadi yao inakadiriwa kuwa watu elfu kumi, kwani sasa hawalazimiki kwenda mbali kufuata huduma muhimu za kiafya. Zahanati hii imeanza kazi mwaka 2024 na mpaka sasa huduma za wagonjwa wa nje zimeshaanza. Baada ya muda mfupi, huduma ya mama na mtoto zitaanza, kwani miundombinu ya huduma hiyo iko katika hatua za mwisho. Na kwa sasa tunatoa huduma ya OPD au ya wagonjwa wa nje, ambayo huduma hii inakuwa inahusisha kuona wagonjwa, kuwafanyia vipimo maabara pamoja na kuwapatia dawa. Lakini pale mambo yatakapokamilika vizuri, tunategemea tutakuwa tuna huduma nyingine kama vile huduma za mama baba na mtoto, tunaita kliniki. Lakini pia tutakuwa pia tuna huduma za kujifungua hapo, kina mama watakuwa wanajifungulia hapa hapa. Kituo cha afya kilichopo kijiji cha Kafita katika halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale kilianza mwaka 2023 na, na kinahudumia wakazi wa vijiji vya Kafita, Lushimba, Bukulu na Kayenzi. Kabla kituo hiki kujengwa, wakazi hao walikuwa wakitumia kadri ya dakika 45 kutafuta huduma za afya katika kijiji cha Kalumwa. Kwa sasa wana uhakika wa kupata huduma kama za wagonjwa wa nje, huduma ya mama na mtoto chanjo na kujifungua kwa dharura bila ya kusafiri umbali mrefu. Ujenzi wa maabara, chumba cha upasuaji na wodi maalumu ya kina mama wajawazito upo katika hatua za mwisho, na huduma hizo zitaanza kupatikana kituoni hapo baada ya muda mfupi. Kituo hiki kilianza mwezi wa kumi mwaka jana 2023. Toka kimeanzishwa kinatoa huduma za wagonjwa wa nje, huduma za mama na mtoto huduma za uzazi wa mpango lakini pia uzazi nani huduma ya kujifungua. Wakazi wa kijiji cha Nyabilezi katika halmashauri laa ya Chato hawana wasiwasi tena juu ya afya zao kutokana na uwepo wa kituo cha afya cha kisasa kwenye kijiji hicho. Kituo hiki kilianza kujengwa mwaka 2020 na kuanza kutoa baadhi ya huduma mwaka 2021. Huduma za wagonjwa wa nje, mama na mtoto, chanjo, pamoja na baadhi ya huduma za maabara tayari zimeanza. Baada ya ujenzi kumalizika, kutakuwa na huduma zote za maabara, wodi ya kina mama wajawazito, chumba cha upasuaji, sehemu ya kufulia na chumba cha kuhifadhia maiti. Kwa kuzingatia umuhimu wa huduma za kituo hiki kutolewa wakati wote, TASAF pia wamejenga nyumba kwa ajili ya watumishi wa kituo cha afya cha Nyabilezi ili wawe wanaishi karibu na kituo hicho kwa sasa naona tuko vizuri, tunapata matibabu vizuri, lakini kipindi cha nyuma hapo Buzilayoo tulikuwa tunahangaika sana, madaktari wala walikuwa hawatujali lakini kwa sasa tuko vizuri. Kwa sasa tena nina changamoto ya kisukari, zamani tulikuwa tunaenda paka Chato, lakini kwa sasa tunapata matibabu hapa, hapa. Yani matatizo hayapo, madaktari wanatujali kama ipasavyo. Kipindi cha hapo mwanzo tulikuwa tunahangaika sana hata kwa wajawazito, kwa huduma zingine walikuwa wanapata shida, natubidi mpaka twende hospitali ya Chato, ila kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu, huduma zime, zimewezeshwa. Kwa hiyo kwenye huduma mfano kama wamama wajawazito kujifungua hatupate shida sana. Nilijifungulia hapo katika hospitali yetu ya Nyabilezi, nilipofika nilipokelewa vizuri, nikawa nimefanikiwa kujifungua watoto wawili mapacha. Nashukuru watu wa TASAF kutujengea zahanati. Kwa wastani kwa siku, tunahudumia wagonjwa kuanzia 30 mpaka 40 ambao wanakuwa na changamoto mbalimbali mbali za kiafya, lakini hao ni wagonjwa wa nje. Lakini kuna huduma zingine ambazo zinatolewa katika kituo hiki kama huduma za uh, uzazi kwa maana ya leba, lakini vilevile kuna huduma zingine zinatolewa, huduma za mama na mtoto ambao ni RCH. Uwepo wa kituo hiki ni kituo muhimu kwa sababu tuna, ni senta ya magonjwa ya dharura kwao. Ni kituo ambacho kinahudumia magonjwa ya dharura, kuna magonjwa ya milipuko, lakini kituo hiki kimechaguliwa na wilaya kama kituo cha kutolea huduma magonjwa ya mlipuko kama surua kama ikijitokeza au magonjwa ya kuhara na magonjwa mengine. TASAF kwa kushirikiana na wananchi pia imejenga miundombinu ya elimu katika mkoa wa Geita ili kurahisisha upatikanaji wa elimu bora kwa kila mtoto mkoani humo. Katika shule ya msingi ya Chanama iliyopo mtaa wa Majengo katika halmashauri ya mji wa Geita, TASAF imejenga madarasa manne, ofisi na vyoo. Mpaka sasa shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 185 ambao ni darasa la kwanza mpaka la nne pia nyumba ya kuishi walimu ambayo ina sehemu mbili za kuishi inaendelea kujengwa. Itakapokamilika, nyumba hiyo itafanya walimu kuishi karibu na shule na hivyo kuzidisha tija katika utendaji wao wa kazi. Shule hii tumefurahi sana kutujengea watu wa TASAF. Watoto wetu wa mtaa huu walikuwa wakienda kusoma shule jirani, mtaa wa Kanyala na mtaa wa Mkangala na hususani maji yalikuwa yakijaa, siku hiyo watoto walikuwa hawaendi shule, kwa maana hawawezi kuvuka. Sasa hivi watoto wetu wanasoma wako vizuri, na tunapongeza pia. TASAFU imekamilisha ujenzi wa bweni lenye uwezo wa kuchukua watoto 80 kwenye shule ya sekondari yenye Jundu katika halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale. Bweni hili linasaidia wanafunzi ambao wanatoka mbali na shule kuwapatia sehemu tulivu na salama kwa kuishi na kusoma. Mbali na bweni, ujenzi wa nyumba ya walimu yenye sehemu mbili unaendelea shuleni hapo. Matarajio ni kwamba nyumba hiyo itarahisisha utendaji wa kazi na kuboresha maisha ya walimu kwa ujumla. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanaishi kilomita nyingi kutoka hapa, kutoka Nyaluguguu na vijiji vya mbali Nyaruguguna, Yogelo na Kasubuya walikuwa wanapata changamoto ya kutembea umbali mrefu. Lakini pia tulikuwa tunapata changamoto ya watoto wetu kukutana na changamoto kule mitahani hata kupata ujauzito. Lakini kupitia bweni hili watoto wetu wamekwisha kuingia kwenye bweni na wanaendelea na masomo. Hii itasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza ufaulu lakini pia itasaidia ufaulu kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwenye kijiji cha Bulugala katika halmashauri ya wilaya ya Mbogwe kuna shule ya sekondari ya Nyasato. Kwa muda mrefu shule hiyo ilikuwa na changamoto ya kutokuwa na baadhi ya miundombinu muhimu. Walimu wa shule hii hawana ofisi, kwa sasa wanatumia moja madarasa kama ofisi, kitu kinachofanya utendaji wao wa kazi kuwa mgumu. Baada ya kulifahamu hilo, TASAF inajenga jengo la kisasa la utawala ambalo pamoja na ofisi nyingine za utawala litakuwa na ofisi ya walimu. Likiwa katika hatua za mwisho kabisa, jengo hili litaboresha utendaji wa kazi kitaaluma na za kiutawala. Tunategemea ufaulu wa wanafunzi lazima utapanda kwa sababu mwalimu atakuwa amekaa comfortable kwenye meza yake, anaandaa vitu anavyotakiwa kuandaa, anakwenda kufundisha. Jengo hili halafu limejengwa kwa, kwa, kwa kwa kisasa zaidi, vioni vya kisasa tofauti na chuo ambacho tulikuwa tunatumia kule. Jengo hili lina ofisi kwanza ya walimu, ambayo ni staff room, ni kubwa tu na pana, inatosha. Kuna ofisi ya mkuu wa shule imejitenga kabisa yenyewe, iko self pamoja na choo chake kabisa. Tuna chumba cha makamu mkuu wa shule, tuna chumba cha wataaluma ambapo watakaa watatunza dokumenti zao, na vilevile tuna chumba cha Secretary. Katika halmashauri ya wilaya ya Mbogwe kuna shule ya msingi ya Ilia Mchele katika kijiji cha Lubeho. Walimu wa shule hii wana changamoto ya kutembea umbali mrefu kutoka makwao kwenda shuleni na kurudi kila siku. Hii ni kutokana na kutokuwepo kwa makazi ya walimu karibu na shule. Kwa mara nyingine, TASAF kwa ufadhili wa OPEC fund inashirikiana na wanajamii wa Lubeho kujenga nyumba ya walimu shuleni hapo. Mradi huo ambao upo katika hatua za mwisho kabisa, utawezesha walimu wawili kuishi karibu na shule, hivyo kuwapunguzia adha kuishi mbali na shule, kitu kinachoathiri utendaji wao. Mradi mwingine wa nyumba ya walimu unatekelezwa na TASAF katika shule ya msingi na siukulu. Kijiji cha Nasiukulu, halmashauri ya wilaya Bukombe. Nyumba hii iliyokamilika ina uwezo wa kuishi familia mbili na tayari imeanza kutumika. Mwanzo nilikuwa naishi Masumbwe, nilikuwa natoka Masumbwe nakuja kufundisha shule hii, palikuwa na umbali mrefu kweli, kilomita 20 takriban. Nilikuwa nafika kwa kuchelewa, saa nyingine mvua ilikuwa inanyesha, nilikuta njiani na ninyeshea, barabara mbovu, nilikuwa natembea umbali kweli mrefu, nilikuwa sipati hata laa ya kufundisha shule hii. Ila kwa sasa hivi nina amani ya kutosha, tumejengewa nyumba nzuri ya TASAFU, tunaishi kwa amani. Nimeshahamia sasa hivi, naishi kwa amani na ninafanya kazi zangu kwa wakati. Ninalala hapa hapa, mazingira yote yananifaa mimi kwa sababu nyumba ni nzuri, nyumba ni ina kila kitu, ina umeme, haina changamoto yoyote. Miradi ya TASAF imekuwa ikishirikisha kikamilifu wana jamii husika kuanzia hatua za kuibua mradi mpaka pale mradi unapokamilika. Baada ya kuibua mradi na TASAF kupitisha, wanajamii huchagua kamati itakayosimamia mradi huo. Kamati hii huitwa kamati ya usimamizi ya jamii. Kamati hii hupewa mafunzo ya kusimamia mradi na wawezeshaji kutoka TASAF. Kamati hufundishwa jinsi ya kusimamia na kudhibiti fedha, manunuzi, kutunza kumbukumbu kumbu na usimamizi wa mradi kwa ujumla. Mafunzo haya ni muhimu kwa kamati ya usimamizi kwa sababu yanaijengea uwezo kamati kujua majukumu yao ya msingi kama kamati katika shughuli za mpango wa kunusuru kaya maskini. Pia yanawajengea uwezo katika usimamizi wa miradi yote ya Tasafu. Wanajamii hushiriki katika utekelezaji wa mradi kwa njia mbalimbali kama kuchangia fedha, nguvu kazi, au vifaa. Kielelezo cha ushirikishwaji wa moja kwa moja wa jamii kwenye utekelezaji wa mradi ni ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Butinzia katika halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Wanajamii kutoka vijiji vya Butinzia na Silamila wanashiriki kikamilifu katika ujenzi wa bweni litakalokuwa na uwezo wa kuchukua watoto 80. Litakapokamilika, bweni hili litaleta nafuu kubwa kwa wanafunzi wa kike ambao wanachangamoto kubwa ya kukaa mbali na shule na kukabiliana na hatari mbalimbali wakati wa kwenda na kurudi kutoka shule. Tunafanya kazi kwa kujitolea, tuna awamu awamu, kila kijiji kinafanya kukiwa awamu. Tukija hapa tuna, tunakuja asubuhi hadi mpaka saa nne tunatoka, tunaachia wale wajengaji ambao tumewaajiri kujenga takribani watu mia mbili wanafika kila tunapo wahitaji kwa ajili ya, ya shughuli za ujenzi mahali hapa, na kati ya hao wananchi mia mbili wanashiriki vile vile, vile na akinamama ambao takribani wanaweza wakafika akina mama themanini au wakati mwingine sabini. Kwa hiyo kazi ya jamii inafanyika vizuri. Kuna mwitikio mzuri sana katika jamii ya wanabutinzia. Miradi inayotekelezwa na TASAF mkoani Geita imeleta mabadiliko makubwa na ni kielelezo cha juhudi za serikali kuhakikisha huduma za afya na elimu zinakuwa bora na za uhakika ka